Kwa hiyo kwa hiyo nikawakutanisha pamoja, ilianza na Dr. Slaa mwenyewe mpaka ikafika sasa. Dr. Slaa mwenyewe akaniita, twende tukamwone mwenyekiti. Tukaonana na mwenyekiti, kukawa na maongezi ya muda mrefu, sio sio siku moja siku mbili tatu, hapana, muda mrefu. Baadaye wakakubaliana vizuri, ikaenda vizuri sana mpaka siku ilipofika ilikuwa tarehe ishirini na sita mwezi wa saba, siku ambayo Mheshimiwa Lowassa alikuwa anaingia Chadema. Kulikuwa na mkutano uh, uliofanyika pale uh, bahari bichi. Kwa hiyo usiku ule Mheshimiwa Lowassa akawa anakuja kuingia Chadema kwa maana ya kuonana na kamati kuu ya Chadema na nilisema mimi kwa sababu mimi nina, nina midieti niko katikati, ni vizuri niwepo ili nihakikishe mheshimiwa Edward Lowassa ameshaingia Chadema kwa usahihi, hajaonewa na hajamuonea Dr. Slaa. kwa nataka niseme kwamba tulikwenda mpaka kwenye kamati kuu ya Chadema. Nataka niongee kwenye platform ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu wanasiasa wanaweza kudanganya, lakini mimi nilikwenda mpaka nikawaomba watu wa Chadema mimi si mmoja wa kamati kuu ya Chadema, nawaomba mniruhusu niingie kamati kuu ili nihakikishe mheshimiwa Edward Lowasa amefika salama. Na hili jambo ni la kawaida. Mtu anaweza kusema ulikuwa mchungaji ulifanyaje hivyo? Sikiliza nikwambie, siku zote wanaogombea urais, siasa, vyeo, nafasi, pawa, ukurugenzi, wanaanzia kwa waganga wa kienyeji. Wanazindikwa, wanachanjwa chale, wanaz, wana, wanapewa ya ajabu ni jambo zuri kama mtu wa Mungu ameanzia kwenye nyumba za ibada. Hii ni jambo zuri sana, na mtu hatakiwi aone jambo hili ni baya. Ni zuri kuliko yote, badala ya kuanzia kwa waganga wa kienyeji, ameanzia kwenye nyumba ya ibada. Ndio maana baraka zinamfuata kila mahala anapokwenda. Kwa hiyo siku hiyo usiku ule, mheshimiwa Edward Lowassa sasa akaingia kwenye kamati kuu, na mimi nilikuwemo ndani ya kamati kuu kuhakikisha amefika salama, na alipokelewa pale nje na Dr. Willibrod Slaa na mheshimiwa uh, profesa balegu na mwenyekiti wa chama na watu wengine, Dr. Slaa alimpokea, kaingia mpaka ndani ya kamati kuu. Mimi nilikuwepo, mimi nilikuwepo ndani ya kamati kuu ya Chadema, nilikuwepo Mzee Lowassa akaongea akawahutubia, wote wakasimama kwa pamoja, wakapiga makofi, wakakubali, wakampokea. Mkutano ukamalizia kama usiku saa sita hivi. Basi nikafurahi mimi, nimeimaliza kazi ya kuwa mpatanishi wa watu ambao kwa nature ya kawaida wasingeelewana.